Shabash. Kama nilivyokudokezea awali ni kwamba hii leo katika mjadala wetu tutaangazia madai ya Uganda ya kumiliki bandari ya Hindi na kauli nzito ambazo zilitolewa na anchihio, uh, rais wa nchi hiyo Rais Yoweri Museveni na kukukumbushia tu ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonya kuwa huenda kukatokea vita siku za baadaye kati ya Kenya na Uganda endapo ufikiaji wa Uganda kwenye Bahari ya Hindi kupitia bandari za Kenya kama Mombasa utazuiliwa ama kutazamwa kama fadhila badala ya haki. Museveni amesisitiza kuwa Uganda, ikiwa ni nchi isiyopakana na bahari, inategemea ushirikiano wa kikanda ili kufanikisha biashara zake pia amesisitiza kuwa bahari ya Hindi ni yake. Kwa kuangalia swala hili kwa kina, kwenye laini ya simu niko na Barrack Muluka, mchambuzi wa siasa za Afrika na Ali Mutasa, mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu. Muluka na Mutasa, nadhani mnanipata kwa njia safi. Nam, nakupata kwa njia mwafaka kabisa. Nam, shukran na karibuni katika mjadala wa leo. Labda nikianza na wewe Bwana Mutasa. Uganda ni taifa lisilopakana na bahari na linaweza tu kufikia bahari ya Hindi kwa njia barabara kupitia Kenya ama kaskazini mwa Tanzania. Sasa Rais Museveni amedai kuwa bahari ya Hindi ni yake na ana haki nayo. Kwanza kabisa unazungumziaje kauli hiyo? Hii ni kauli ameitoa wakati ambapo katika Uganda kuna kampeni za uchaguzi inaendelea mbele, na kwa hakika ingawa baadhi wa ya wasemaji na vyombo vya habari imedandia hoja ya vita. Muktadha wa mazungumzo yake kwa hakika inahusu inahusu mkakati wa usalama juu ya mambo mawili: biashara na pia usalama, yaani usalama wa, wa kivita. Kama haya navyozungumzia vita, si kama Uganda inatishia vita baina yake na Kenya nchi nyingine yoyote, lakini inazungumzia kwa mfano hivi karibuni nafikiri mnajua vizuri Ethiopia ilizungumzia kwamba inataka kuwa na bandari katika bahari ya Shamu. mm -hmm. Amin, siku za nyuma kabla ya Museveni, siku za nyuma Idi Amin alisema hata kuchukua Tanga kwa sababu anahitaji bandari kwenye bahari ya Hindi. Rais Nyerere wakati huo akasema kwamba mwacha zachukue basi. Lakini sasa hapa ni kwa jumla nikuzungumzia kwamba nchi ambazo hazina bandari na bahari zinahitaji msimamo maalum. Na hi kwa hakika, kitu kikubwa alikuwa anazungumzia ni kwamba Uganda hawezi kuendelea kutegemea ndugu peke yake, lazima uko mpango fulani, na kama mm unavyosema -hmm. amtegemea ndugu hufa maskini. Naam, shukrani sana bwana Mutasa kwa hilo, lakini hapa tukirudi nyuma, uh, taswira ambayo aliweza kuijenga uh, Rais Museveni alitumia uh, picha ya nyumba ya ghorofa akisema kwamba Uganda inashikilia ghorofa ya juu, Kenya na mataifa mengine ghorofa ya chini, lakini ni kwamba wenye wanamiliki ghorofa vyumba katika ghorofa ya chini wanadai pia umiliki wa ua ama uwanja wa ghorofa yote, na kusema kwamba haijalishi uko ghorofa ya chini, ya katikati ama ya juu, uwanja ni wa kila mtu. Bwana Muluka, kwa kuangazia hili, labda sheria ya kimataifa inasemaje kuhusu mipaka na uwezo wa nchi zisizopakana na bahari kuweza kufikia bahari? Asante sana tena kwa mara nyingine Uh, jambo la kwanza ni kwamba ghorofa ya chini au nyumba ya chini ndiyo msingi, na msingi ni zile barabara ambazo watapitia, ni zile reli ambazo watazitumia ili waweze kufika kwao. Kwa hivyo Museveni ndiye aliye kwenye ghorofa ya juu, na aliye kwenye ghorofa ya juu anastahili aweze kuzingatia tabia njema katika uhusiano wa kimataifa, na jambo ambalo linatambulika kupitia kwa sheria za ulimwengu za kimataifa kuanzia miaka ya karibu elfu moja tisa mia hamsini na nane elfu moja tisa mia themanini na mbili Hata sheria za Umoja wa Mataifa, sheria za shirika la biashara ulimwenguni zinatambua kwamba wale ambao hawana uh, bahari, uh, ni lazima wapewe nafasi na wale walio na ufuo wa bahari kuweza kupitisha bidhaa zao, lakini pia vifanyike kwa njia ya kiungwana. Sicho kitu ambacho mtu atatumia mabavu kuweza kusema kwamba hii bahari ni yangu na kwa vyovyote vile nitafika hapo. Sheria ambazo zimewekwa zinatambua kwamba diplomasia ni kitu muhimu mno na kwamba wale ambao wamefungiwa ndani na mipaka ambayo iliwekwa kuanzia kwa mustakabali wa Westfalia kuja huku kwetu Afrika, mipaka ambayo iliwekwa kutokana na mustakabali ya kiukoloni, wapewe nafasi ya kuweza kufika kwenye bahari. Jinsi ambavyo ametaja Mustafa, viwe ni vitu ambavyo vitaweza kuwawezesha kupitisha bidhaa vyao, ni vitu ambavyo vitawezesha watu kusafiri pia, pasi na kuweza kuzuiliwa njia ya ubaguzi wowote ule, lakini nao pia wajue kwamba ni lazima wajenge uhusiano mwema. Anapozungumzia hata vita, Museveni bila shaka atahitaji kupitisha hizo zana zake za vita kutoka kwa bahari, na itakuwa ni bahari ya Tanzania au bahari ya Kenya. Na jinsi ambavyo ametaja mwenzangu, sio mara ya kwanza Uganda kuweza kutoa madai ya aina hiyo. Miaka ya sabini Idi Amini aliweza pia kutoa matamko ya aina hiyo na kwa hivyo tuweze kujiuliza sasa, ni kipi ambacho kimemchochea Museveni pale ambapo ameketi? Kwa sababu hakuna mtu amemkataza kupitisha bidhaa zake, hakuna mtu ambaye amechelewesha um, vitu kutoka Bahari ya Hindi kuelekea Uganda, na kwa hivyo huenda ikawa kweli ni kuchochea kwamba anajaribu kuwasisimua watu wa nchi yake wakati wa uchaguzi ambao uko karibu miezi miwili ijao, na kama sivyo, labda anaanza kuchanganyikiwa kwa njia fulani. Lakini bwana Bwana Muluka uh, ni kweli unasema kwamba Uganda haijakatazwa na mtu kuweza kupitisha uh, bidhaa zake kupitia bandari aidha ya Kenya ama Tanzania. Lakini kuna baadhi ya raia wa nchi hiyo pia wamekubaliana na kauli ya rais wao na kusema kwamba wanahangaishwa na mataifa hayo ambayo umeyataja katika ufikiaji wa moja kwa moja bahari kupitia ushuru mkubwa kwanza, na kuongeza kwamba hakuna mwenye umiliki wa bahari na kwamba taifa lao pia liko huru kufikia. Tuseme tukiangalia mambo ya ushuru wa bidhaa hizo za Uganda zinazopitishwa tutasema hapa, hakuna haki, usawa linapokuja swala la, la biashara kati ya mataifa haya? Ushuru wa forodha hasa hautolewi kwa vitu au bidhaa zinazopita kwenda katika taifa tofauti, na bila shaka ni jambo ambalo lichunguzwe kwa sababu, sio bidhaa za Uganda pekee yake ambazo hupitia Kenya. Kuna bidhaa za DRC, kuna bidhaa za Burundi, kuna bidhaa za Rwanda, kuna bidhaa za Sudan ya kusini na hata Sudan yenyewe kule juu, ambavyo hatujaweza kusikia kwamba wamelalama. Je, itakuwaje, Mganda amebaguliwa ikawa ni yeye peke yake ambaye ameweza kufanyiwa mambo ya aina hiyo? Nafikiri bila shaka, jinsi ambavyo amesema mwenzangu ni kwamba wakati wa uchaguzi mtu anatafuta vitu ambavyo vitawachangamsha raia wake, na wakati mwingi kuweza kutafuta kuwachochea wale walio nje ni jambo ambalo limeonyesha kwamba humletea yule ambaye yuko uongozini umashuhuri fulani na umaarufu fulani, na kuweza kuchangia katika kule kutafuta kwake kwa kuweza kwa kuchaguliwa tena. Bwana Mutasa, kitisho alichokitoa, yeah, Rais Museveni ni kikubwa cha vita katika siku za mbeleni. Tuseme ni swala tu aliketi akakurupuka, ama aliketi chini pia akatafakari? Na uwezekano wa hili kutokea ni upi? Kusema kweli, hisi mara mwanzo Rais Museveni kuzungumzia hali ya mvutano na Kenya juu ya swala la bandari, siku za nyuma pia lao, wakati mmoja, kwa hakika alitangaza hasa kwamba Kenya ikijaribu kufungia Uganda bandari ni, itakuwa ni tamko la vita. Kwa hivyo hivyo, si kitu kipya sana hivyo. Hata hivyo, si kama rais Museveni anatishia vita na kenya hivi sasa. La kitu alikuwa anakipigia debe kwa hakika ni muungano wa jumuiya ya afrika Mashariki. Hii ni jambo ambalo alikuwa akisisitiza katika katika mazungumzo pamoja na vyombo vya habari, hata radio. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo watu wayazingatie. Kwa njia hii anasema kupiga vita, lakini anavyohisi rais Museveni lazima pawepo mpango fulani ambao si kama leo Kenya naweza kusema hivi, kesho kasema vile, hiyo akasema vilevile, mara hili limezuka mara limezuka jipya mara imezuka lile hili na lile. Kwa hivyo anasema haya mambo lazima yakome, pawepo njia ambayo itaruhusu nchi kama Uganda, Ethiopia, Rwanda, Burundi na nyingine ambazo hazina bandari na bahari jiwe na mipango ya kusafirisha vitu vyao au usalama wao bila ya kuwa wakka ku, vitisho wakati wote na nchi ambazo zina bandari. Haya ndio mambo ambayo asisitiza, lakini kwa kutaka muungano na wakiungana, itakuwa hakuna shida ya, ya, ya suala la ya bandari. Na mwenzangu Najat na Omar, uh, upande wa pili wa studio amekuwa akifuatilia pia maoni ya wafuatiliaji wetu. Najat, na sijui unayepia Nina maoni ma... mengi lakini ninaomba nipitie matatu. Anaitwa Horewa Abdullahi Joseph anasema kwa nini Uganda inataka vurugu na Kenya? Uh, mwingine anasema hizi kauli zinaweza kutoa nafasi uh, kwenye nchi za Afrika. Lakini Albert Mushe anasema kauli za namna hii zinaweza kuleta mtazamo na kuanzisha mizozo uh. Sadat Musha, Musa yeye ana swali anasema ni kwa nini Museveni anataka kuigawa Afrika Mashariki wakati huu lakini naona pia hapa kuna mwingine anauliza swali kwamba ikiwa kama anawas anasema mazungumzo hayo kwa ajili ya kuwafurahisha wana Uganda. Je, huu ndo wakati sahihi? tatu ni malizie hapo. Naam, shukran sana. Labda kurudi kwako Bwana Muluka, kumbuka kwamba Uganda inaelekea katika kipindi cha uchaguzi sasa, kauli hizi ni kwamba kidogo rais huyu anajaribu kuchangamsha na kuwapatia raia wake kitu ambacho anataka kukisikia, ama ni vipi kinatumika kisiasa, ama ni kweli kuna hoja hiyo ambayo Uganda inajenga kuhusiana na kufikia bahari. Sidhani kwamba raia wa Uganda wanatafuta kuchemshwa kwa aina hiyo, kwa sababu wana maswala nyeti zaidi ya uongozi, ya haki za kibinadamu, hali ya maisha ambavyo ni vitu wanavitegemea kwamba serikali ya Uganda ya Yoweri Museveni itaweza kushughulika navyo pasi na kuweza kujaribu kuzusha vurugu katika eneo. Kwanza kabisa, kuna mustakabali wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na unazungumzia mambo ya forodha, ni vitu ambavyo avipeleke kule. Kama anaona kwamba anadhalilishwa, viweze kuzungumziwa huko na sio mara ya kwanza, hata Rais Museveni kujaribu kutoa madai ya aina hiyo. Katika enzi za Rais Mwai Kibaki hapa Kenya na baadaye hata enzi za utawala wa Uhuru Kenyatta aliweza kutoa madai kwamba kule katika ziwa la Viktoria kuna kisiwa kidogo tu cha kilomoja namna hii mviringo kinachoitwa Migingo kwamba ni chake, na kila mara huwa ni kutafuta kupeleka mawazo na maono ya Waganda katika vitu tofauti, wakati ambapo anakumbwa na masuala makubwa ya kisiasa. Na wakti huu ni mambo ya uchaguzi, ambao uko miaka miwili mbeleni yaja, na anajaribu kuwachangamsha. Ni kwamba anamtetea, anawatetea kwamba ule uzalendo wao kuchangamka na kutokana na huo uzalendo waweze kumpa kura katika uchaguzi ujao. Asante Bwana Muluka, labda naona na muda naona una muda unatupa kisogo. Labda Bwana Mutasa, kwa ufupi tu uh, kumalizia, umetaja kwa kupita, lakini unadhani Afrika Mashariki iliyofungamana zaidi kwa soko la pamoja na pia ukanda wa usafiri wa pamoja unaweza kuondoa ushindani kama huu wa ufikiaji wa bandari ama bahari? Unaweza kwa sababu itakuwa nchi zimesikilizana, kwamba sasa watu wamekaa kwenye ghorofa moja, wanatumia uwanja uga ule ule bila matatizo yoyote. Shukran sana, shukran sana bwana Muluka, shukran sana bwana Mutasa San. kwa kushiriki katika mjadala wa leo.